Naam, bwana, moja kati ya vitu ambavyo vimemeke headline huko mtandaoni bwana ni kuhusiana na maoni bado yanaendelea kuja kadri ya, ya siku zinavyozidi kwenda, ni kwamba wadau mbalimbali wamekuwa wakizungumza kuhusiana na release ya wimbo mpya kabisa wa Harmonize Kondeboy ambao unakwenda kwa jina la Best couple. E bwana, hii ni track mpya kabisa yake Harmonize Konde Boy akiwa ameshirikiana na Rude Boy wa P Square e bwana, kutoka Nigeria na hii ni international collaboration kama nilivyokuwa nilivyokuambia hapo awali, na ngoma hii bwana e, baada tu ya kutoka imekuwa na mafanikio mazuri sana katika mitandao ya kijamii, ukilinganisha na wimbo wa Diamond Platnumz ambao pia umetoka hivi karibuni. Lakini kubwa zaidi, pamoja na mafanikio makubwa e na mafani na Rude Boy wa P-Square, lakini kitu ambacho tunaweza kusema ni kwamba bado Mbosso amekuwa ni shughuli pevu kwa upande wao kutokana na kwamba bado Mbosso na nyimbo zake bado anafanya vizuri ukilinganisha na hizi ngoma mbili za hawa wasanii ambao wanafanya vizuri zaidi katika hii industry ya muziki wa Bongo Flava. Yaani, Mbosso ana trend namba moja huko YouTube, namba mbili ni Mbosso, namba tatu ni Mbosso, alafu huku Harmonize na Diamond wanafuata huko nyuma kwenye namba tano sita na saba Umeona bwana, eh? So Ukirudi kwenye point ni kwamba wimbo wa Best Cup wa Harmonize watu wamekuja kuweka maoni yao. Kwa mfano, hapa kuna page wameandika kwamba wimbo wa Best Cup wa Harmonize akimshirikisha Rude Boy eh, ni hatua kubwa sana ya Harmonize katika kukua na kukuza jina lake kimataifa. Na hapa kuna sababu kuu kadhaa. Sababu ya kwanza ni kwamba kumshirikisha Rude Boy, msanii maarufu kutoka Nigeria pamoja na wanamziki waliowahi kuwa katika kundi la P Square kumemfungulia Harmonize milango ya soko la Afrika Magharibi na hata diaspora ya, ya, ya Kiafrika zaidi kwenda duniani. Wimbo huu umechanganya ladha ya Bongo Flava na Afrobeat, mziki unaopendwa zaidi kimataifa. Hii inafanya best couple kuwa na mvuto kwa wasikilizaji wa aina mbalimbali kutoka Afrika Mashariki hadi Ulaya na Marekani. Harmonize anaimba kwa Kiswahili, huko Rudboy akiongeza mguso e, wa Kiingereza e, na jambo ambalo lililosaidia zaidi kufikisha ujumbe wa mapenzi kwa hadhira pana zaidi ni, ni hadithi ya upendo wa kweli, uaminifu na kuvumiliana. Ne, maudhui yanayogusa watu wengi bila kujali lugha. Umeona eh? Video rasmi ya wimbo huu bwana imepata maelfu ya watazamaji ndani ya muda mfupi. Hili swala linaonyesha kuwa mashabiki wa pande zote mbili wamekubaliana na hii ngoma, na hii inasaidia kuongeza streaming downloads pamoja na kufungua fursa za matamasha ya kimataifa. Kwa ufupi ni kwamba Best Kapo sio wimbo wa mapenzi, ni daraja la Harmonize kuele, ya, ni daraja la Harmonize kuelekea, kuelekea hadhi ya msanii wa bara zima la Afrika. Kama ataendelea kushirikiana na majina makubwa kutoka Nigeria na pande nyingine tofauti tofauti Afrika, basi jina lake litazidi kung'aa zaidi Afrika nzima na hata kimataifa. Meona, so huo ni ujumbe ambao umetolewa na moja kati ya wadau huko mitandaoni. Hii imekuwa tofauti kidogo na kile ambacho alichokizungumza Haja the Incredible na yeye pia ni mdau wa muziki wa Bongo Flava. Nitakuelezea pia alichokizungumza Haja ambaye amekuwa na maoni, na maoni, na maoni tofauti na hii na haya ambayo nimekueleza hapa. Lakini kuhusiana na haya maoni bwana, ni kwamba watu wamekuja kuweka maoni yao In the USA, even Nigeria. Kuna mtu ameandika hivyo. Uh, kwa mtu mwingine songo bwana alichokosea ni kwamba aina ya ngoma aliyochagua, kwa sasa hivi watu hawana time na nyimbo za mapenzi, wanataka nyimbo za kuchezeka. Kuna mtu amekuja kusema hivyo. So haya, hizi comments zinaendana na hiki alichokizungumza Haja ambapo Haja yeye alianza kwa kuelezea hivi, aliposti katika ukurasa wake wa Twitter akaandika kwamba wakati huo ndio ngoma hizi zimetoka huku down ya Diamond, upande wa pili Harmonize ameachia wimbo wake ambao unakwenda kwa jina la best couple. Haja akasema kwamba best couple ya Harmonize featuring Rude Boy down ya Diamond pia na mzee ipi, ni projekti kali na otuelezane, kwa nini nilikuwa na plani ya kujipa likizo kidogo na haya mambo ya uchambuzi lakini, baada bahati mbaya ni kwamba nimeamka asubuhi hii, nimekutana na DM nyingi sana fanze wakimuhitaji dokta kutoa msimamo wake juu ya hizi projekti mbili. So nimetamani sana leo nianze kuwasikiliza nyinyi kwanza, ndugu zangu, wakati koti la dokta linakauka tayari kabisa kwa ajili ya kutumia na, na kutumikia zamu ya leo. So hicho ndicho alichoanza hapo Haja, then akaja akatoa maelezo yake. Sasa kuhusiana hizi ngoma, kwa upande wake yeye bwana akawa amefavor zaidi ngoma ya ya Diamond. Akasema kwamba ningekuwa Harmonize au kwenye timu ya watoa maamuzi, verse ya Rude Boy wa P Square nisingeruhusu iweke kwenye hiyo ngoma hata kwa ngumi I inaboa, it's boring kuisikiliza, melody ni the same, verse ni the same za miaka kumi iliyopita. Nowadays muziki bwana ni wa ushindani na ubunifu. Sijaona umuhimu wa kolabo, Konde Boy mwenyewe tu humu katika hii ngoma alitosha. Umeona hao eh? Ni maoni ya haja incredible. Akaendelea kusema kwamba licha ya ukali wa ngoma hii, inaonyesha kwamba itafanya vizuri zaidi kwenye soko la hapa hapa nyumbani. Mimi sijaridhishwa kabisa na performance ya huyu Rude Boy kwenye hii jam, akafanya vitu vya kawaida sana. Mambo ni mengi, ni yale yale tuliyoyazoea, tena mkuu, tuliyoyazoea tena, tena. amewekaje verse kama kalazimishwa kwenye hiyo ngoma ya mwenetu. Hii ina tafsiri kwamba ni uvivu tu kachukulia, kuchukulia vitu poa, ni kama aliombwa kwa kulazimishwa kwa nini laini ya Beautiful nyinyi tumeisikia tena mwaka huu elfu mbili ishirini na tano? Tulisha malizanaganayo tokea miaka kumi na tatu huko nyuma. Nani karuhusu hii vesi iwekwe? Nothing new humu ndani, uimbaji ni ule ule. Ndio kusema kwamba uwezo wake umeishia hapo. Mimi ningekuwa ni, mimi ningekuwa ni meneja wa Harmonize, basi nisingekubali hii vesi kama ingekuwa kama ningekuwa ninge nimemlipa eh, angerudia tena hata mara kumi. Umeona bwana? Eh? So hivyo ndivyo alicho hicho ndicho alichokizungumza haja, yeye yeah, amedai kwamba hii verse ya ya huyu Rude Boy katika nyimbo ya Harmonize tumesikia ameimba mpaka Beautiful Onyinye E, eh, nyimbo za e Beautiful Onyinye ni nyimbo ya miaka 13 iliyopita. Kipindi hicho P-Square bado wako pamoja wakiwa wameshirikiana na Rick Ross, umeona eh? Sasa huyu jamaa amekuja tena kuimba hiyo verse tena huku